Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti tukiwa tunajadili haki ya mlalahoi, na hivi punde nitakuwa nasoma baadhi ya jumbe Aa, ambazo zimeweza kuingia kupitia namba yetu ya rafa 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Tutazisoma hivi punde eh, lakini kukuarifu tu kwamba uh, mwanahabari wetu Ode Francis yuko katikati ya jiji la na Nairobi. Tutaungana naye baadaye ili aweze kutueleza hali iko vipi kuhusiana na maandamano ya hii leo, ambapo vijana wanaharakati na Wakenya tu, baadhi ya Wakenya uh, wanashinikiza haki ya Albert Ojwang pamoja na kujiuzulu Uh, kwa naibu inspekta jenerali Eliud Lagat. Na tulikuwa tunazungumzia masuala ya haki kwa polisi uh, na kwa hivyo labda unaweza kutueleza kulingana na sheria ni yapi ambayo yanapaswa kufanywa mtu anapolalamika? Asante sana. Uh, mtu akiwa na malalamiko kuna mambo mawili ma ama matatu yanayofaa kufanyika. Number one, lazima uh, malalamiko eh, kwa polisi kama aihusu polisi, kama tuseme, mm -hmm. Uko na unataka kutendewa haki, labda umenyang'anya shamba, mtu amekupiga, yani kama ni raia, na raia. Eh, na raia unapeleka malalamiko yako kwa polisi mm -hmm. Kama dhuluma umefanywa na polisi, unaenda kupeleka malalamiko yako kwa IPOA mm -hmm. Ama uh, Independent Policing Oversight Authority mm -hmm. Kama ni jambo ambalo linahusu uh, polisi na mwingine unapeleka kwa eh, National Police Service Commission mm -hmm. na, na eh, vitengo hivi vya polisi vinafaa kufanya kazi kwa pamoja, kama kwa mfano IPOA ingependa uchunguzi ufanywe, wanamwandikia wan, wan, DCI, anafanya uchunguzi wa jambo hili mm -hmm. Sasa inapokuwa ina kwamba DCI wako involved kama kesi ya Ojwang ni police station, ni polisi, ni DCI, watu wako pamoja hapo. IPOA ndio inaingilia na inafanya uchunguzi wake independently na ikifanya huyo uchunguzi inaenda kwa DPP, kesi linapelekwa li kotini, ili mwenye aliyefanya makosa aweze eh, kuhukumiwa ama ku, kesi iweze kuendelea, kuendelea kotini. Hilo linaweza tu kufanyika kama kuna uwajibikaji sana, sana kesi ambazo zinahusu eh, nauzu wakubwa wa ama polisi ambao ni, eh, ni viongozi wa polisi. Hizo kesi uharibiwa, eh, zinaharibiwa, zina, zina inakuwa kwamba uchunguzi ufanywe vizuri, labda unakuwa delayed, kuna kuwa hakuna uwazi katika uchunguzi huo na, na, na, na mambo kama hayo ili kukanyangia kesi hilo. Mm -hmm. Mama alip, alipoeleza hapa, unasikia kwamba wameenda wakafanya huo ulalamishi kwa kila mmoja ya hizi eh, hizi eh, taasisi mm -hmm. Lakini hakuna kitu kimefanyika, na, jibu langu ni, ni moja tu kwa mama na wengine wa, wa Kenya Kenya ni shamba la wanyama wale mm -hmm. wanyama wakubwa wana faidi kwa kutu, kutuangamiza sisi lakini mm -hmm. pia kwa, kwa, kwa, kwa msitu mm. wale wa, wanyama wakubwa ni, ni wachache wa, wale wadogo ni wengi eh. Sasa hivi wananchi wanaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinafanya kazi kwa njia ambayo inampa kila mmoja haki awe ni mnyama mkubwa awe ni mnyama mdogo. Kuna mambo matatu. Ya kwanza, kuna mtu ambaye anafaa kuwajibikia wananchi ambaye amepewa uh, kazi hiyo, ni rais. mm -hmm. Rais anafaa kufanyia wananchi kazi. Ile tunaona kwamba rais huyu tulio naye afanyii wananchi kazi mm -hmm. Pili, kuna bunge ambao wabunge wamechaguliwa ili kurepresent wananchi na mahitaji ma yao na mambo yao. Wabunge hawa tulio nao kwa sasa hivi ni kama hakuna bunge, kwa sababu hawa wanahudumia rais, ofisi ya rais, executive mm hakuna -hmm. bunge sasa hivi tunaweza fanya iko juzi, wameita senate imeita au viongozi wa, wa, wa polisi hapo, wamefanya nini? Ni karata tu, wanaenda kucheza karata badala ya kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji mm -hmm. Tatu, wananchi wanafaa kujitokeza wenyewe wakatae, kwa sababu katiba yetu eh, kipengee cha kwanza kinasema kama Wakenya wako na sovereign eh, authority, Wakenya ndio wako na nguvu ya kuhakikisha kwamba wameona wame, haki imetendeka. mm-hmm. Na ndio sababu sasa watu wameenda kwa maandamano kwa sababu, Wakenya wanaandamana kwa sababu hakuna mtu anachukua hatua. Aha, na kwa hivyo lazima tuchukue nguvu kama Wakenya tuseme tujitetee kila mahali wale, wale, wale walio na nyadhifa hizo wasiofanya kazi lazima tuwalazimishe wafanye kazi uhum. Na bila shaka ndio maana baadhi ya wananchi wako barabarani katika uh, jiji la Nairobi anaarifiwa pia jiji la Mombasa hebu tuelekee uh, katikati mwa jiji la Nairobi ambapo Ode Francis yupo ili aweze kutupatia taswira kamili ya jinsi hali ilivyo. Ode uso na wameweza kujitokeza katika barabara hii ya Moi Avenue ndipo kwa sasa tupo, na kuna pia magari ya wale ambao ni maafisa wa polisi.

na bila shaka tutarejea huko baadaye, wakati ambapo tutaweza kumsikia Ode Francis vizuri ili aweze kutupatia taswira kamili ya jinsi hali ilivyo, ni nini ambacho kinaendelea, na haswa wale ambao wameenda maandamano, vijana wa Gen Z pamoja na wanaharakati na wakenya wa tabaka mbalimbali ambao wanataka kuona haki imetendeka. Na hapo studioni, nilikuwa tunaendelea tu na mdahalo huu, nilikuwa nimekuuliza Je, umeshawahi kutafuta haki kutoka kwa polisi au idara nyingine ya serikali na ilikuwaje? Nambari ya rafa ni mbili mbili nne mbili mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli mwenge wa kaunti. Uh, Valerie, ukiona Wakenya wanajitokeza wakiwa wanaandamana kwa sababu wanataka haki, ilhali utawala wa nchi, viongozi wakuu wa usalama wanasema kwamba maandamano haya ni ya kuvuruga amani na kuvuruga uchumi, unachukulia vipi kauli hizo? Uh, nikiona wenzangu wakitokelezea kuandamana ninafurahi sana, kwa sababu wanafuatilia kile ambacho kimeandikwa kwa constitution. Uh, lakini wakati mwingine unapata kwamba kuna wale wanasiasa na pia hao wenye wakuu wa idara wanataka kuvuruga hawa watu, na kwa hivyo unapata wanasema kwamba wanaharibu mabiashara za watu, wanaharibu pia yenye nafaa kukua. Lakini tusemezane tu, kweli ni biashara gani hizo? Zenye hata sahizi ukifungua uh, shop yako unaweza kosa kuuza kitu kwa sababu watu wana pesa. Ni uchumi gani hiya wanayoongelelea? Na saizi ukienda pale supermarket kununua chakula cha, ya watoto utakosa hata kununua yenye inatosha mm -hmm. Kwa sababu bei ya vitu imeongezeka ime mm -hmm. So, wakisema ukiandamana un, un, un, un, un, unaharibu uchumi. Ni uchumi gani wanaongelelea? mm -hmm. Na kwa nini uh, wasifanye kila ambacho wanafaa kuifanya ndo watu waache kuenda maandamano. mm -hmm. Lakini hata Wambua wamesema kwamba watu wanachukua wa hatua, lakini sisi tukiandamana ni nani anapaswa sasa kuchukua hatua baada ya sisi kuandamana? mm -hmm. Hilo ndo swali. Mm-hmm. na uh, Kawive labda mm-hmm. ni nani ambaye anapaswa kuchukua hatua? Maana kila mtu kila mtu anamtaja rais wa, lakini kulingana na katiba kuna taasisi ambazo zinapaswa kuwa huru ulitaja bunge. Wa bunge wako wapi wakati kama huu ambapo tungetarajia na ile haraka ambayo walimwondoa naibu rais mm-hmm. Rigathi Gachagua wangekuwa na haraka kama hiyo hiyo ili kutuliza umma ni kwamba wameshindwa kufanya hivyo. Laki, unajua kwa nini watu wana elekeza wana kidole cha lawama kwa rais, kwa sababu yeye kume, amepewa nguvu na katiba na kwa kura alizopata, hata kama uh, kuna swali ya, kama alishinda ama kushinda mm -hmm, lakini yeye ndiye rais, kwa hivyo ako na jukumu ya kuhakikisha ya kulinda wakenya na kulinda katiba mm -hmm. Katiba hiyo ndio inapea, inapea vitengo kama vile CID ama polisi kazi yake. Kwa hivyo kama rais analinda katiba, si ataende kuelekeza polisi, lakini anaweza kuhakikisha kwamba polisi wamefanya kazi. Bunge liko na jukumu la kuhakikisha kwamba Wakenya wamelindwa wame, eh, ama mahitaji mahitajia mambo yao yamezingatiwa yame. Lakini ubaya sasa, kusema tu kweli, hatuna bunge wale ni walafi, walienda pale wakaingia waka kwa bedroom ya executive, wakakaa huko, hakuna kitu wanafanya mm-hmm. hata zile sheria wanaunda kama hii sasa, hii e, bill inaitwa Finance Bill 2025 2026 mm -hmm. ndio mbaya zaidi kuliko ile ilifanya watoto wa wawe last year, ndio mbaya sasa. Unashindwa wabunge wanafanya kazi gani? Kwa hivyo nafika mahali nakuwa we are on our own, na dadangu anapouliza e, nani anafaa kuchukua hatua kwa sababu sisi tumeshaanza kuchukua hatua, tumeenda maandamano ili watu kama rais na bunge wafanye kazi, lakini hawataki kufanya. Wako na kazi nyingine yao wanafanya, ambao ni kugawana mali yetu na kuiba na kukula. Kwa hivyo, kama hawawezi kuchukua hatua, lazima tuende ile next step ya kuhakikisha kwamba serikali iondoke. Mtu kama hawezi kufanya kazi na kwa serikali, mbona alipo mshahara siondoke tu tuweze kufanya uh, pata serikali ingine na tufai kungojea mpaka 2027 ama 5 ya cycle. Mtu ameshindwa kazi anakaa kwa ofisi akifanya kazi gani? kama wa Kenya 65 wanawawa last year, hakuna kesi moja imesha uh, imekamilishwa ama imeshapelekwa yeah, mbele. Okay, ipo inafanya kazi gani? Ipo should not be there, it should be disbanded on that basis alone. Hata ya Rex Masai si ati ni kesi imeanza, it's an inquest. Yani, kwa ufupi koti inaambia yoyote mwenye ushahidi akuje ili ule ushahidi uweze kujulikana, ndio ijulikane ikiwa watashtakiwa watashtakiwa, iliwekwa so, na, na wazazi. So ni jambo ambalo you know, kama anavyosema Kawive, hakuna nia kwa serikali, japokuwa matamshi yalitolewa na amiri jeshi mkuu president mwenyewe alisema wazazi kama kina mama Erickson watapata haki na atahakikisha wamefuatilia. Hakuna jambo lolote kama hilo limeweza kupatikana hadi hivi sasa. mm -hmm. Na ndio kwa maana wananchi wana hasira, kwa sababu Were alipouliwa, mbunge Were alipouliwa, chini ya wiki moja walifuata CCTV wakaangalia, sijui nani alikuwa wapi, wakawashika, wakawashtaki, mambo yakaendelea haraka sana kwa sababu wao labda ni wananchi, ni wananchi zaidi kuliko hawa wengine. mm -hmm. Zaidi ya wananchi sitini vijana wadogo wadogo wameuawa na ushahidi upo hata, uh, tv za kimataifa wametoa ushahidi lakini nothing has been done. mm -hmm. Kwa hivyo hii inaonyesha wazi kabisa kwamba hii serikali haina nia ya kuwapa kina mama Erickson na wengine haki yao, na wataendelea kugandamiza na kila kukicha. The problem ni kwamba mashirima, the situation is getting worse mm -hmm. Tulikuwa tunawaua barabarani, sasa tunawaua ndani ya vituo vya polisi mm -hmm. Hiyo ndio message ambayo tunapewa, na wanatarajia tutanyamaza tu kwamba ikiwe ni business as usual. Tulikuwa no, but... tunawashika mm, wakiwa maandamano, sasa tunawafuata nyumbani yeah, mm. A, Albert alichukuliwa wapi? Nyumbani, mbele ya baba yake, mm. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni kama hatuna serikali, mm -hmm. Kwa sababu ile ulinzi tuna, tunalipia kodi kupata zile services, tunalipia kodi ili tupate, azipo zimeenda wapi? mm -hmm. Inamaanisha kwamba eh, sisi wa Kenya kama mama Erickson ako peke yake she's alone. Hata 25 akisema anataka kuja kulala mahali mtoto wake aliwawa, ali, akalala. Oh. polisi wamemwambia usithubutu. mm -hmm. atapata haki namna gani kama kesi haijafunguliwa? <laughs> na mnasema kuna, kuna idara eh, ya upelelezi kuna idara ya IPOA kuna National Police Service Commission au kam mwaka mmoja umepita, hakuna mtu mpelelezi wa, wa polisi ameshajua nani alitenda kitendo hiki cha mauaji mahali mm -hmm. iko wazi tunaona, kama huyo Kiboi alionekana wazi akitenda mambo hayo mm -hmm. yuko wapi? akitamka akatamka, na kuna mwingine alionekana mm -hmm. akipiga risasi mm -hmm. na akatolewa kwa hiyo video ya, ya BBC ako wapi? mbona achukuliwi hatua mm -hmm. ni kwa sababu nchi hii kama nilivyosema awali kuna wenye nchi na sisi wengine ni eh, ni eh, kama alivyosema Mama Irene pangunia tu unaweza kupigwa huku na huku uwawe uzikwe na hiyo mambo yako isaulike. Kwa hivyo lazima kukue, kukue, kama tunataka hii nchi ikuwe ni nchi bora, kila mtu ako na haki, kwanza ya kuwa hai, pili ya kupata huduma ya serikali, tatu mahali kuna makosa kuna, anafaa kupata uh, haki kotini na heshima kutoka kwa kila mtu mm -hmm. Lakini sasa tunaona wa, wa politicians wa president ni uongo asubuhi eh, na jioni, kutofanya kazi. Hawafanyi kazi yao, kwa sababu ingekuwa rais anafanya kazi, hatungekuwa hapa tunaongea hii mambo mm -hmm. Rais angeshaamka asubuhi, sasa ye, IG si wewe umedanganya wa Kenya kwa National TV, ukaita media conference, ukadanganya wa Kenya? Ondoka mwingine aondoke hivyo, na wale watu waingia pale watakuwa wanajua kuna maadili kwamba kuna kuna kitu unalipa ukifanya makosa ya kudanganya na kuwadaa wa Kenya naam. No. Lakini sasa hivi wale wako raha msareba. Mm-hmm. Hmm? Naangalia baadhi ya jumbe ambazo zimeingia hapa kutokana na swali letu. Je, umeshawahi ku tafuta haki kwa polisi au idara nyingine ya serikali ilikuwaje? Kuna mmoja hapa anajiita Maragoli Snack anasema, kupata haki ni kuwakamata afisa waliohusika na kuwahukumu. Nadhani anazungumzia suala la Albert Ojwang. Suala la familia kupewa hela na viongozi ni kifumba macho, kuipa kisogo haki. Kuna mwingine hapa uh, Jen Kaimba kutoka Kinyoro huyo jumbe yake hata sijaelewa. Kuna mwingine hapa anasema hapa kwetu kuna jirani aliuawa na wezi, pia wakamchoma uh, waka, wakamchoma na mpaka sasa hivi serikali haijafanya chochote. Tunaomba, uh, uh, tunaomba haki. Kuna mwingine hapa Prudence, kutoka Nairobi, anasema sijawahi, uh, kutafuta haki kwa polisi kwa sababu siwaamini. Anasema, I don't trust them. I don't even trust the president Mwingine hapa anasema mnyonge anakabwa ko anakabwa kooni, mwenye nguvu akipewa kipaza sauti. Aha, mwingine anasema yangu ni mengi, lakini kwa ufupi tu, lugha wanayoelewa wote polisi ni mkono mtupu haulambwi. Utapata haki tu iwapo utawapaka mafuta mkononi. Hili swala la, la imani kwa polisi Yani, imani kwa polisi inaendelea kudorora kila uchao, ina athari gani? Mama Caroline, ina athari gani kwa, kwa taifa la Kenya na kwa wengine kama wewe ambao mnataka kuiamini polisi, mnataka kuamini serikali, lakini kila mnapojaribu kupata haki mnapata disappointment. hmm. Mimi siweziamini hii serikali na maofisa wa hii serikali yetu juu juzi walikuwa Homa Bay Raila akasema, a watoto wetu wanafai kukombezeitiwa, lakini tukangojea rais aongee, a kuongea kitu aliongea vitu zake zingine. lakini Raila anasisitiza, anasisi sisi kama wazazi wenye wali, watoto wao walikufa tu, tu, tukombezetiwe lakini ra, n, rais hadi nyamaza kabisa, hata aongeangi juu ya watoto wetu aongeangi juu ya hii kitu. Sasa hata sisi tumeshangaa kama wamama mm -hmm. eh. Hmm. Na mgependa nini kifanyike ili hiyo imani irudi? Nini ambacho wewe kama Mama Erickson hmm, ni jambo gani ambalo serikali inaweza kufanya sasa hivi hmm, ambalo litakufanya wewe hata utulie kwamba hata hutaenda maandamano hmm. Mi chenye serikali nitafa, inafai kufanya ili niridhike ni waende washike hao askari na maao maofisa wote. Waweke ndani kama wali amuru Lang'at atoke, hata maafisa wetu watoke ama watolewe ama waende ama wanaweza waua tu hata wao wakuve kama watoto wetu. Mi naweza sema hivyo eh. Utahisi eh, sasa nitaridhika. Hata wao wakikufa nitaridhika, juu mtu awezisema ua ua. Hiyo ni damu ya mtoto unasema ua ua. Na kwanza uu uh, John Kamboi anafai kuwa ndani for one year, ako tu kazini. Kwa nini yeye akushikwa na alionekana kwa video yeye, na jina yake ikaandikwa tu hapo kama Langati. Langati ashatoka hata yeye achukuliwa hatua. Naam, bila shaka. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Nakuru, ambapo Ivan Zasiba yupo ili aweze kutueleza mengi tu kuhusiana na uh, kisa kimoja uh, ambacho ameweza ku, uh, kukumbana nacho kuhusiana na safari ya kutafuta haki uh, ambayo ndio mdahalo wetu wa hii leo uh, kwa Mkenya, kwa mlalahoi, safari ya kutafuta haki iko vipi? Ilikuwaje kama wewe ulijaribu kutafuta haki? Kisa kilikuwa cha aina gani? Ulipokelewa vipi? na hadi sasa, je, umepata haki? Nambari ya rafa ni mbili mbili mbili mbili au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Hebu tumsikize Ivan Zasiba kutoka Nakuru. <laughs> Uh, naam, asante sana uh, hii ni kaunti ya Nakuru, kaunti nambari 32, tukiwa tukizungumzia swala la haki haki kwa wanyonge katika taifa hili la Kenya, pengine ni vipi shughuli nzima ya yule Mkenya wa kaida kuweza kupata haki. Lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na mmoja ambaye amekuwa katika safari hii kwa zaidi ya miaka miwili mitatu, akijaribu kutafuta haki baada ya kushikwa mlalamishi akakosekana katika mashtaka yake, na vile vile, pia nitakuwa nikizungumza na yule mmoja wa haki za wa Kenya, pengine tuambie hali vipi katika kaunti ya Nakuru ndugu? Tu ukiwa hapa ukianza kwa kujitambulisha majina, pengine tuambie kisa chako kilifanyika lini na ni kipi haswa? Kwa jina langu ndo nikatoka huko na bond, bond ya 200,000 baada baada ya bond, nikafanya kesi nikafanya kesi nikafanya kesi kwa kompleta, kesi ikatupwa mbali. Baada baada hapo, nikaenda kwa IPOA Nakuru, ndio nistaki Kaptembwa Police Station. Nikaenda huko, ananiambia tu bado wanafanya investigation tangu 2021 mpaka leo sijafaidika. Sasa mimi naomba ya nisaidia, hata kama haki aina gani ungetaka, pengine wewe ka pengine yule mume umedhulumiwa kwa korokoroni kwa wiki tano, lakini hadi leo hakuja kupatikana haku, kwamba hakukuwa anamlalamishi mtena mi naishi na, na ulemavu tena niliweka hapo ndani, sasa mpaka sahizi niko na watoto na niko na familia sahizi, saa zijakuna kazi inaweza fanya haya. Hey, tupate sauti nyingine tu, ndugu tu ukianza kwa kujitambulisha majina, pengine tuambie wewe kama mtetezi wa haki za binadamu katika kaunti ya Nakuru hali vipi ya mnyonge ya kupata haki? Uh, kwa majina naitwa Mwangi Mura wa Nyambugi, nimetoka shirika la Center for Enhancing Democracy and Good Governance ama CGG na pia vilevile vile katika mtandao wa Human Rights Defenders na Kuru Network. Na kwa kweli tuko na kituo ambacho kinaitwa Nakuru Legal Aid Center. Kituo ambacho kinaitwa Nakuru Legal Aid Center, tumekiweka pale ili kiweze kuwasaidia wale watu ambao hawana uwezo wa kupata mawakili kujiwakilisha kotini. Wakikuja pale kuna watu ambao wanaitwa mawakili wa kujitolea, pro bono lawyers. Na kwa mfano mwaka jana kuna kesi 400 ambazo ziliweza kuletwa kwa Nakuru Legal Aid Center ambazo kwa kweli uh, uh, uh, kesi 400 ambazo zimeweza kuletwa pale na kuna wakili moja tu. Hii inamaanisha namna gani? Inamaanisha kwamba kuna Wakenya wengi ambao wamenyimwa nafasi ya kupata haki zao na Wakenya kwa kweli wangependa mambo mengine waweze kuwasuluhishia pale mashinani through alternative justice system, lakini serikali inakaa haiwekelei maanani maswala hayo. So tungeomba, tungetaka serikali iweze kutoa pesa za kuweza kugharimia mambo kama haya. Haa basi, Mashirima, kwa ajili ya muda. Uliosikia wote wawili hawa wakizungumza nasi na kutuambia hali ilivyo kuhusiana na swala nzima la haki kwa yule mlala hoi katika kaunti ya Nakuru, vipi na visa ambavyo vimeripotiwa katika. Niseme tu kwamba katika afisi zao zikiwa zaidi ya mia nne, ni swala ambalo linatia, niseme kwamba kiwewe. Lakini moja kumoja, kwa moja nitakuwa nikikurudisha kwako kwa Mashirima. Mimi Evans Tasiba, kazi kwako kwa Mashirima. Naam, shukran Asiba. Tuelekee katikati mwa jiji la Nairobi ambapo maandamano yanaendelea kushinikiza haki uh, na kujiuzulu kwa naibu inspekta jenerali Eliud Lagat. Uh, Ode Francis yuko huko na anaungana nasi mubashara hivi sasa. Kwa mengi zaidi, Ode. <laughs> Naam, mashirima tuko katika barabara ya Moi Avenue. Barabara hii kwa sasa wengi ambao ni vijana wameweza kujitokeza hapa. Uh, wengi wao wakiwa juu ya pikipiki almaarufu bodaboda ila kile ambacho tumeweza kutazama ni vijana ambao kwa sasa wamejitokeza eneo hili. Uh, uh, wengi wakiwa juu ya pikipiki wengi wao wakisema kwamba wamejitokeza hapa kuweza kuhakikisha kwamba wanashinikiza uh, kuweza kutolewa kwa yule naibu inspekta jenerali. Ila mbali na hilo, tumeweza kushuhudia vijana ambao wako wengi kwa, uh, zile boda boda boda, ama nduthi wanaziita nduthi, wakiwa wamebeba silaha fulani ambazo kwa lugha ya mtaa wanaziita nyahunyo. Vijana katika eneo hili wengi wakipiga uh, kamsa, wengine wanasema kwamba uh, wanataka naibu inspekta jenerali aweze kutoka. Ukiangalia juu uh, kuna, kuna zile ndege ambazo kwa sasa zinapita juu ili kuweza kuangalia hali iko vipi katika uh, katikati ya jiji la Nairobi ila nikupa, nikupe tu taswira kamili ya vile. Mabiashara zimeweza kufungwa eneo hili uh, Nairobi. Biashara nyingi ambazo zilikuwa zifunguliwe leo zimeweza kufungwa, na vijana wameweza kufika katika barabara hii, uh, Moi Avenue wengi wao wakitizama tu vijana wamejitokeza. Labda tu, nizungumze tu na mmoja wao ili tuweze kusikia wanasemaje. unaitwa nani, alafu inakuwa kwaje, mbona uko hapa? niko hapa kwa sababu tunaandamana ndio tupate amani. Uh, nini e, shinikizo e, e, lipi ambalo limekufanya nyinyi mkakuja ha, ha, eh, katikati ya jijini la Nairobi na mmekuja kufanya nini? Tushachoka, tushachoka, tushachoka we are tired, we are tired jamaa zimaende hiyo jamaa kasongo nikatam nikatam bana, one time one time, unasema ya kwamba wenyewo serikali hii ya Ruto si mzuri. Serikali mzuri ni ya Uhuru Kenyatta, wakati wa Uhuru Kenyatta uko na ni mambo yote, wakati wa Moi uko ni mambo yote, wakati wa wanani wa, wa, uko mm -hmm. wa wa, wa, wa ni mambo yote, Kibaki uko mazuri, lakini sasa wakati wa Uhuru wa Ruto si mambo mazuri, kwa sababu ameangamiza watu wengi, ameangamiza watoto, amewashika ameweka kwa katika kwa Mam, tunaomba radhi hapo. Uh, tuna matatizo ya mawasiliano na Ode Francis, tunajaribu kurekebisha, kisha tutarejea huko hivi punde. Tunapumzika tena kidogo, tutarejea baada ya muda usio mrefu.